Na kusalimu sana mtazamaji wa Tumaini Television popote pale ulipo umeketi na kutazama Tumaini Television kwa siku ya hii leo, karibu sana ndani ya kipindi maalum. Na siku ya hii leo ninayo furaha kubwa sana kuketi na viongozi wa shirika la wazee na wastaafu ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, lakini pia ninaye mwenyekiti eh, wa wazee na wastaafu ama wa shirika la wazee na wastaafu kanda ya mashariki tunayo mengi sana ya kuzungumza nao hapa. Kwa hiyo ni furaha iliyoje kuketi na wazee wangu hapa kuzungumza yaliyo mengi zaidi. Kuzingatia mimi ni kijana pia, ndio naelekea huku Mwenyezi Mungu akinijali ya kwenye uzee. Kwa hiyo tunayo mengi sana ya kuzungumza na wazee wangu hawa ambayo yataenda kutunufaisha sisi sote kwa pamoja kwa upana zaidi. Jina langu ni Innocent Joni, karibu sana, tuungane kwa pamoja mwanzo mpaka tamati mwa kipindi hiki maalum kabisa kwa siku ya hileo ndani ya kipindi maalum kwa siku ya hileo ninaye uh, Victoria Rugashola, yeye ni katibu wa shirika la wazee na wastaafu jimbo kuu la Dar es Salaam. Lakini pia uh, kwenye meza yangu ya kipindi maalum kwa siku ya hileo ninaye Jeruni Miringa, yeye ni katibu msaidizi wa shirika la wazee na wastaafu jimbo kuu la Dar es Salaam. Lakini bila kumsahau ni Gosbet uh, Komba, uh, mzee mshauri wa wazee, uh, wa shirika la wazee na wastaafu jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam lakini huyu ni mwenyekiti pia wa shirika la wazee na wastaafu uh, kanda ya mashariki. Tutaenda kuiangalia pia hii kanda ya mashariki inaundwa na majimbo mangapi? Karibu sana mtazamaji, nikukaribisha sana popote pale ulipo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kabla hatujaenda mbali sana, ninashukuru uh, kuketi nami kwa siku ya hii leo kuzungumza yaliyo mengi zaidi, lakini kabla hatujaenda mbali zaidi Tumkaribishe Mwenyezi Mungu mahali hapa tuweze, naamini ndani ya shirika la wazee na wastaafu kuna miongozo ambayo inawaongoza. Karibu tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Sala kwa Roho Mtakatifu. Upumue ndani yangu, e Roho Mtakatifu, nipate kuyawaza mambo matakatifu Unipe nguvu yako, e roho Mtakatifu, niweze kuyatenda mambo matakatifu. Unizidishie upendo wako, e roho Mtakatifu, niwende mambo matakatifu. Unimarishe, e roho Mtakatifu, niweze kuyatunza mambo matakatifu. Unilinde, e roho Mtakatifu, niweze kuwa mtakatifu. Amina. Nashukuru sana uh, kwa kutufungulia kipindi chetu kwa siku ya hii leo kwa sala hiyo, na niwakaribishe sana sasa ndani ya kipindi maalum kwa siku ya hii leo tuweze kuzungumza mengi. Naamini kunalo jambo kubwa ama kunayo mambo makubwa ambayo mmekuja nayo kwa siku ya hii leo, wazee na wastaafu nchi nzima mataifa zima waweze kuyasikia, na wale wote ambao wenye mapenzi mema pia waweze kunufaika nao. Katibu, nikukaribisha sana uh, ndani ya kipindi maalum kwa siku ya hii leo uweze kutuambia safari hii, ujio huu kwa siku ya hii leo ni mambo gani ambayo umetuletea, kabla hatujaenda mbali zaidi? Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Victoria Regoshora, ni katibu wa shirika la wazee na wastaafu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Sisi kama wazee wa shirika hili tuna mambo makuu ambayo yako mbele yetu. Kwanza kabisa tuna sherehe ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hiyo misa huwa inafanyika kila mwaka na mwaka huu tutaiadhimisha tarehe kumi na nne mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, Manzese. Pia mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Uchaguzi unaendelea maparokiani. Uchaguzi umeanzia ngazi ya jumuiya, kanda hadi parokia, na uchaguzi wa shirika la wazee si tu kwa jimbo la Dar es Salaam, bali uchaguzi huu huko kitaifa, yani majimbo yote ya nchi yetu ya Tanzania. Pia huwa kila mwaka tunafanya hija, hija yetu mwaka huu kitaifa itafanyika jimbo la Mpanda kuanzia tarehe kumi na mbili hadi tarehe kumi na nne maandalizi yanaendelea kufanyika na mikakati itatangazwa baadaye, lakini tukiwa kama wanajimbo tujue kwamba mwaka huu shirika letu la wazee na wastaafu tutakuwa na hija Mpanda, tuanze kujiandaa mapema. Asante ni kushukuru sana uh, katibu wa uh, shirika la wazee na wastaafu Victoria, kwa namna ambavyo umetueleza, na hayo ndiyo mambo makuu matatu ambayo tutaenda kuyajadili kwa siku ya hii leo, tukianza na hili la misa ya shukrani kwa shirika la wazee na wastaafu, lakini pia tutakuwa na huo uchaguzi. Tutazungumzia pia uchaguzi wa viongozi wa shirika la wazee na wastaafu kitaifa, lakini jambo la tatu ambalo tutazungumza nalo kwa siku ya leo tutajadili kwa kina zaidi ni hija ambayo eh, katibu kaizungumza hapa, hija ya kitaifa, eh, la shirika la wazee na wastaafu. Ni tuanze na hili la kwanza ambalo ndio kuu zaidi eh, la ambalo lipo karibu tunaweza tukasema hivyo, lipo karibu la misa ya shukrani. E, katibu msaidizi, e, nije kwako sasa moja kwa moja, maandalizi yapoje mpaka sasa hivi? maanake tunapo tunapotupa mwezi wa kumi, e, wa pili sasa huu, na tarehe ni tarehe kumi na nne ambapo misa ndo itaadhimishwa. ita tueleze, tupatie picha nzima maandalizi yapoje mpaka kufikia tarehe ya leo, e, ya mwezi huu wa pili. Asante sana, ndugu mtangazaji. Ukweli, kitu cha kwanza kabla sijasema maandalizi yakoje, nifanye nitoe kwanza wito kwa wazee wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Wako wengine, unaposema shirika la wazee na wastaafu wanaamini kwamba ni wale tu waliopokelewa kwenye shirika. Haimaanishi hivyo, ni mtu yoyote, awe mwanamke awe mwanamume mwenye umri wa miaka hamsini na kuendelea tayari huyo ni mzee, ni mwanashirika. Kwa hiyo mimi nawaalika sana siku hiyo tarehe kumi na nne kuja kwenye misa ya kumshukuru Mungu, misa ya shukurani. Tunamshukuru kwa ajili ya maisha marefu ambayo Mungu ametujalia, lakini tunamshukuru kwa ajili anavyojalia kutupa neema na baraka kila mwaka. Mwaka jana pamoja na changamoto na misukosuko yote aliyopewa lakini sisi tuliomba, Mungu ametujalia tuli neema, tumevuka. Kwa hiyo tuna wajibu wa kumshukuru Mungu. Kwa hiyo nawalika wote wazee wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tuje tumshukuru Mungu kwa misa maalum itakayoongozwa na Baba Askofu Mkuu Mhashamu sana Yuda Tadeus Ruwa'ichi. Sawa sawa, kwa sababu umeniwahi uh, ume, ume uh, jambo ambalo nataka nikuulize ni sasa, kabla tujaendelea mbali, ngoja tu tumalize hapo hapo. Katika huo utaratibu umezungumzia, na mimi nataka niulize utaratibu wa kujiunga uh, kwenye shirika. Umesema hata wala ambao hawajajiunga kwenye shirika wanaalikwa kushiriki uh, hiyo misa ya shukrani. Ndani ya shirika, utaratibu wa kujiunga kupata wanachama upoje? kuna mwanzo kabla ya hii katiba mpya ambayo naitumia ilikuwa ni hiari, kwamba najisikia kwamba mimi mzee nataka nijiunge na shirika, na lilikuwa halitu shirika la wazee na wastaafu wa Katoliki lilikuwa linaitwa shirika la wazee na wastaafu wa, wa mtakatifu Agustino. Kwa hiyo wakati ule ilikuwa ni hiari kuingia, kama vyama vingine vyote vya kitume unavyoweza kuingia kwa hiari yako, lakini baada ya hii katiba mpya na maelekezo yaliyotolewa na baraza la maaskofu yani, ni hili ni shirika la kitume la lika, kama ukianzia huku ukiwa mtoto unakuwa vile utume wa utoto mtakatifu, unakuja ukishapata kipaimara unaondoka kidogo kwenye utume huo, unaenda kwenye viwawa wow. unakwenda kwenye viwawa, ukifika miaka kumi na nane huku unagawanyika kama ni weni mwakiume unakwenda waka, kama ni wa kike unaenda wawata, unakwenda ukifika miaka 35 wewe unaenda kwenye utu uzima, lika lingine. Kwa hiyo unakwenda toka, pokifika miaka hamsini unaingia sasa lika la uzee. Kwa hiyo kwa katiba hii sasa, haijalishi sio swala la hiari tena, ni wajibu kwamba lazima una wajibu wa kuingia kwenye shirika na wazee na wastaafu mm -hmm. Ili uweze kutekeleza majukumu yako kikanisa kulingana na, na lika lako so, so. Eh, kwa hiyo hii hatuna tena utaratibu kwamba lazima usome upate zile semina umalize semina unapata ukiwa ndani ya yeah, shirika, yeah, shirika. Yeah, na hilo yeah. Ndio na jaribu na wa, kuwaelezea wazee wote ambao walikuwa hawajui mm -hmm. Hilo sio swala la hiari, ni wajibu, ni wajibu. Mm -hmm. Na kwa sababu una wajibu ndani ya kanisa ha. Kwa kwa likala lako haina kwenda shule tena, shule unaipata ukiwa tayari. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuonana <laughs> una na viongozi wa shirika pale yeah. pale ulipo hmm. watakupa utaratibu basi, na utakuwa tayari hmm. umeshakuwa Kwenye shirika la wazee na uh. Na hapo tu, tu, ni, tu, tu, ni, niweke swali langu kwa ajili ya uh, mwenyekiti wa kanda ya mashariki uh, yeah, shirika la wazee na wastaafu, namna ambavyo mtu anapaswa kuwaona viongozi wake, kwa sababu ndo tunaenda kwenye masuala mazima ya uchaguzi mm, na namna gani ambavyo anapaswa kuwafikia viongozi wake ili aweze kujiunga na shirika kama ilivyo wajibu Turu. Uh, turudi sasa kwenye hoja yetu ya msingi, sherehe ama misa ya shukrani ambayo tunaenda kuitazamia. E, tarehe kumi na nne, tumefikia wapi? E, maandalizi kweli yanakwenda vizuri kama nilivyosema, hatua utakuwepo na mambo ma hatua mbili. Hatua ya kwanza itakuwa ni kwa ajili ya adhimisho la misa ndani ya kanisa ambayo itaongozwa na, na mwashamu sana Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi, na baada ya ile misa tutakuwa na katafrija nje ya kanisa ambao wazee wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam pamoja na baba muhashamu, tutapata muda wa kupata chakula, wa kufurahi pamoja. Tutapata chakula pamoja, tutapata vinywaji vya aina mbalimbali eh, apate kufurahi, lakini pia, lakini pia kushare zile changamoto za uzee. Eh, unaposhare kumbe, uh, kumbe mimi nina changamoto hii, kumbe mwenzangu alishaipitia. Kwa hiyo unapata experience kutoka kwa mwenzako kwa hiyo, una, una, una, una na wewe unapata muda wa kujifunza namna a kuishie so, so. Lakini ni wakumbushe bila hatuta acha kuwa na burudani eh, tutakuwa na burudani ya mziki eh, na hata ile ya kizamani ya enzi zile ambazo vijana hawezi kucheza twist. Twist, eh. <laughs> <laughs> na, na mingine eh, ya wakati ule, kwa hiyo wazee watajikumbusha mm. na waki pale wakicheza wakifurahi hmm. Akirudi nyumbani anakuwa mpya kabisa hmm. Anakuwa na amani na furaha ya kutosha, hata kama alikuwa na stress huko, zitakuwa zimeachwa pale, zimeshachukua na ibada takatifu. Mimi naendelea kuungana na wahenga ambao walisema hakuna kijiji kisichokuwa na wazee, na kijiji kikikosa wazee, ujue busara hazipo eneo lile kabisa. Eti tunaungana e. e. e. nao pia <laughs> na, na, mara zote nikisema nasema kijiji ambacho hakina, hakina wazee hicho mm. ni kijiji cha kuogopwa, afadhali ya ukoma <laughs> <laughs> na inabidi uondoke hapa fai <laughs> mm. hata jumuiya ambayo hazina wa, haina wazee hiyo <sighs> nayo iko kwenye hatari kubwa okay. kiongoza vijana watupu na unajua vijana maji ya moto sasa wanakwenda mm, na sasa, kwa mihemko sa, sa. sasa kama hakuna wazee wa kuwatuliza, hatari kwa yule mbaya haya yote ambayo umeyazungumza misa, baadaye sherehe. Kuna na namna yoyote ya kuchangia ili kuweza kushiriki kama mwanachama ama asiyekuwa mwanachama wa shirika? Obviously, kama alivyosema ukiongelea swala la sherehe unaongelea swala la fedha mm -hmm. Fedha haziwezi kuseka mm -hmm. kwa hiyo tunazo kamati, tumeunda kamati ambayo ina ratibu mm hiyo -hmm. Kila kitu na sisi kama kamati tunajibu tunajaribu kuisimamia. Hizo kamati mm, ni kweli michango ipo mm, kwamba kama nilivyosema tunahitaji kula Ndio. tunahitaji kunywa, tunahitaji mm, kupata kivuli kizuri kwa tunahitaji mahema, mahema. tunahitaji viti, tunahitaji hivyo vinywaji mm, tunahitaji muziki mm, tunahitaji hata tunapoongea vipaza sauti mm, na vitu vingine vyote hivi ni, ni gharama mm. Kwa hiyo tumegawanya hizi gharama katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni gharama ambazo zitabebwa na mshiriki moja kwa moja so, so, bila kujali kama ni mwanashirika au si mwanashirika, ilimradi tu una umri huwa miaka 50 na kuendelea ha, mm, utachangia kiasi kidogo tu cha shilingi elfu ishirini tu, hiyo mzee anapata kila kitu. anapata kila kitu hiyo okay. Ni ada ambayo okay. Ya, ya, ya mshiriki anapaswa kuichangia ambazo analipa kwa viongozi wa kamati tendaji ngazi za parokia. Kwa hiyo wale kule wanakusanya kupeleka kwenye ngazi ya dekania mm. Na dekania wanawasilisha kwenye kamati ya maandalizi ya mm. Pili ni kukava hizo gharama nyingi kama nasema, matenti mm. viti na gharama mm. nyingine ambao tasema <coughs> kila parokia kuoza shirika kwenye mfuko wao wa shirika mm -hmm. ngazi ya parokia watatoa elfu ishirini, ishirini, kuchangia sasa. na hizo hasa ndio za gharama ambazo zitabebwa kwa ujumla wake. Kwa hiyo kila okay. zile parokia ambazo bado hazijawasilisha huo mchango, basi ni, niwakumbushe na kuwaomba sana wawasilishe mm -hmm. mapema ili ili kamati ya maandalizi mm -hmm. iweze kukamilisha maandalizi kwa uzuri zaidi. Pengine katibu msaidizi, mwisho wa kupokea uh, hii michango ni, ni lini? Okay, tarehe ya mwisho tulipanga tarehe sita mwezi wa pili mm, lakini mimi kwa sasa, kwa sababu tutakuwa na kikao cha kamati ya maandalizi sawa sawa. <coughs> tarehe kumi mm. kwa hiyo nasema tunaweza ikawa tarehe ya mwisho ni tarehe kumi mm. ambayo tutakaa na ile kamati ya maandalizi kujua mm. kile tulichokikusanya, alafu tukipangia namna ya kukitumiza. Lakini wale wenye nidhamu wakaweza kutimiza kwa tarehe sita, nitawashukuru sana, itapendeza sana, itapendeza sana hata kama mkiwa mnaenda kwenye hicho kikao cha tarehe kumi, najua tuna bajeti ya kiasi yes, gani na yeah, tuna, yeah, tuna watu wangapi yeah, yes, yeah. Itapendeza sana. Labda niongeze kitu kingine, ndio tunapofanya misa ya shukurani ya kumshukuru Mungu lakini, mm. tunatambua pia uwepo wa wazee wenzetu mm. ambao hawawezi kushiriki pamoja Monde nasi moja pamoja nasi kwa yes. mfano mm. wale wazee wanaolelewa pale kituo cha wazee Msimbazi, mm. kuna wale watoto pale ambao wanalelewa hawawezi mm. kushiriki, sio kwamba walikuwa hawataki, lakini kwa ma mazingira, kwa mazingira ya na, yanafanya uh, iwe hivyo. kwa hiyo tunapofanya hii misa ya shukurani pamoja na kumshukuru Mungu mm. pia tunahitaji kuwa na matoleo mm yale matoleo ambayo na kila mwaka tunakusanya haya matoleo kwa ajili ya kuwapeleka kupeleka kwenye kile kituo mm -hmm. cha kulelea wazee na wale watoto, angalau nao waweze kupata mahitaji muhimu mm hasa -hmm. ya chakula na mahitaji mengine. Sawa sawa, na hili swala la majitoleo ambayo mnaenda kutoa kwa, kwa wazee pamoja na wale wengine wenye uhitaji, itakuwa ni siku hiyo hiyo ya tarehe kumi na nne ama mmepanga siku nyingine ya kwenda kufanya hayo matendo ya huruma, okay? Hilo tutapanga tutakwenda siku nyingine. Unajua, siku hiyo ni siku ya furaha, tuko na baba askofu pale mm, tunaweza tukakaa tukashinda naye siku nzima mm. kwa hiyo, hiyo, hiyo, hiyo nayo mtaitangazia tarehe yake ya kwenda, tutaitangazia tarehe yake kule kule. Kwa hiyo mtu bado anayo fursa ya kuendelea ku, mwenye chochote anachoguswa yes, kwenye yale matendo ya huruma yes, na yale yanayokusanywa na dekania kama waliopewa eh, jukumu dekania eh, lakini kila mtu kwa binafsi mm, anayo nafasi na tunawaomba sana kila mtu <clears throat> aje Matolewa na ya. Matoleo yake binafsi mm. yanaweza kali mengine yakaenda kwa baba askofu lakini mengine yakaenda kwa hawa wahitaji eh? Eh, itakuwa ni sadaka nzuri sana pengine, kuna namna yoyote tunataka kuongezea kwenye swala letu hili la la misa ya shukrani kwa wazee na wastaafu ah, kwenye misa ya wazee, cha kuongezea kikubwa ni kuwahimiza mm. wazee waze wenzetu mm maparokiani unaweza kukuta watu wanaona kwamba hii misa ni ya viongozi lakini hii misa ni ya wazee mm -hmm, wote mm -hmm, na kikubwa huwa mimi napenda kushirikisha na kuomba shirika la wazee. Sisi tuko chini ya halmashauri ya walei mm -hmm, na ili kuzidi kuwatia moyo wazee maparokia na wenyewe waguso kwa aina moja au nyingine mm. kuhakikisha wazee wanakuja, wazee wanapokwenda kuzungumza na halmashauri au hata na baba paroko mm. basi aone kwamba baba na mama wamekwenda pale, wana kitu, wamezungumza na kama mtoto awasikilize mm. na penye uwezo aweze kuwatimizia so, so. Naomba maparoko, halmashauri walei, parokia zote za Jimbo Kuu la Dar es Salaam walisikie hilo na waweze kuwasaidia wazee mm. ili wazee ambao walilitumikia kanisa miaka mingi mm. nao kwa kipindi hiki waone kwamba bado wanathamani ndani ya kanisa mm. Adhimisho okay. la misa takatifu litaanza saa ngapi hiyo tarehe kumi na nne? Okay. Misa adhimisho la misa takatifu litaanza saa tatu kamili mm. asubuhi mm. na tunawahimiza wale washiriki kutoka mm. parokia zote jimbo kwa Dar es Salaam wanapaswa kuwepo kanisani pale Moyo Mtakatifu wa Yesu manzese mm. saa moja asubuhi asubu, kwa sababu kutakuwepo na mambo mengi yanayoendelea, kutakuwa na endelea na sakramenti ya kitubio so, so. yes. lakini pia kutakuwepo mm. na maandalizi ya tutasema kuandalia ma, maandamano, tutaingia kwa maandamano mm. kwa hiyo tukifika mapema tutapata muda mzuri wa kujipanga mm. hata baba askofu anapokuja akute sisi tayari tumesha jipanga kwa maandamano ya kuingia kanisani. Lakini nitumia tena nafasi hii, mapade watakuwepo pale kwa ajili ya kutoa sakramenti ya kitubio mm. Lakini naomba kwenye maparokia kama tuna nafasi ya kufanya maungamo kwenye maparokia mm. basi wengi tu, tufanye maungamo kwenye parokia, kwenye maparokia yetu ili tupunguze msongamano mkubwa wa asubuhi pale kwenye nani? Sa-sa. Yes. Yeah. Nikushukuru sana Eh, katibu msaidizi eh, wa shirika la wazee na wastaafu jimbo kuu la Dar es Salaam eh, Jerwin Milinga ambaye umetuelezea kwa kina na umetupa picha nzima ya kazi hiyo ama shughuli hiyo namna ambavyo itafanyika. Nimemwona hapa katibu eh, kapendeza kweli kweli, na kitenge eh, kimeandikwa shirika la wazee na wastaafu, lakini pia nimemwona kule mwenyekiti wa, wa, wa, wa shirika la wazee ya, na kanda ya mashariki, naye amependeza na kitenge cha e, ja, shirika la wazee na wastaafu. Pengine hii ndio sare ambayo pia siku yenyewe wazee na wastaafu wanapaswa kufika nayo. Asante. Kwanza, na sio hiyo tu, hata niliovaa mimi ni, ni sare, ukisoma <coughs> hapa nyuma <laughs> kuna ujumbe na yenyewe pia. Hey, ukisoma <coughs> hapa furaha ya Injili, wazee katika ujilishaji. Kwa hiyo, hii <coughs> ni sare, lakini pamoja na hii tunaweza ukavaa sare hii au kavaa sare hii yote, ni ni sawa, ni sawa eh, sawa sawa. Mzee mshauri wa wazee wa na wastaafu jimbo la Dar es Salaam, lakini pia bila kusahau cheo chako cha mwenyekiti wa shirika la wazee na wastaafu kanda ya mashariki, mm -hmm, ukiwa mshauri wa shirika la wazee na wastaafu ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam, pengine unavyoiona na kuitazama siku hii ya misa ya shukurani pamoja na tafriji ambayo imeandaliwa na shirika la wazee na wastaafu ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam ukiwa mzee mshauri, una kipi cha kuzungumza ndani ya kuelekea siku ya tarehe kumi na nne, ndugu mtangazaji? E, kikubwa ambacho mimi naweza nikakisema ni kile ambacho nimekiona miaka hadi miaka iliyokuwa inapita mm. Kwa leo niseme kwamba siku hii ya misa ya shukurani imezidi kuboreka kwa maana kwamba wale wazee waliokuwa wanakutana miaka ya nyuma wakiwa wachache mm. Sasa sasa hivi tunafikia mkusanyiko huu na kuwa watu wanafika zaidi ya elfu moja mm. Sasa unaweza kuona jinsi mwamko wa wazee wanavyofurahia hii siku na inawajengea sasa maisha ya kukutana pamoja, kama tulivyosema toka mwanzo, kukumbushana yale maisha ya zamani na wengine, kwa sababu umbali wa maeneo wanayokaa basi wanajenga urafiki upya siku kwa hivi uelewa kuonana kufahamiana kunapanuka siku hadi siku. Mm. Okay. Ni kushukuru sana uh, mzee mshauri wa shirika la wazee na wastaafu, mtazamaji wa Tumaini Televisheni, katika kumalizia malizia kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi maalum kabisa ambapo nipo na wazee wa shirika la wazee na wastaafu, viongozi hawa wakubwa zaidi. Tulikuwa tunaangazia juu ya misa ya shukrani ambayo wanatarajia kuifanya tarehe kumi na mbili ya mwezi huu wa pili, e, ndani ya jimbo kuu e, Katoliki la Dar es Salaam pale katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa uh, Yesu Manzese, sindio eh? E, e, tumezungumza mengi e, lakini sasa sasa hivi kwa dakika chache zilizosalia zaidi tuangalie pia e, uchaguzi ambao unaendelea kitaifa wa shirika la wazee na wastaafu ndani ya taifa hili la Tanzania, mchakato unaendaje mpaka sasa hivi? Mwenyekiti wa shirika la wazee na wastaafu kanda ya mashariki hem, tupe picha tu japo kwa ufupi e, mchakato unaendaje mpaka sasa hivi katika kupata viongozi wengine wapya wa shirika hili la wazee na wastaafu kitaifa, ya baada ya agizo la baba askofu kuagiza kwamba uchaguzi huu uanze sambamba na uchaguzi wa halmashauri ya walei kuanzia ile mwaka mm, jana mwezi wa tisa ambao sasa unaendelea mm. Kwa kweli kwa jimbo la Dar es Salaam ningependa kusema kwamba mafanikio yanaridhisha na yanatia moyo katika parokia mia moja themanini na mbili hivi, angalau tisini na tatu hizi zimeshafanya uchaguzi vizuri mm. Sasa tunaomba tu kuwasisitiza kwamba kwenye maparokia mengine kuna changamoto mbalimbali mm. watu wengine kuto kupata ule mwongozo kama ulivyojitokeza sasa. Tuwaombe viongozi wetu wa halmashauri ya walei, tuwaombe pia mababa paroko kwenye maparokia mbalimbali, wafuatilie ule mwongozo ili uchaguzi wawazee na wastaafu katika ngazi zote kwanzia ngazi ya jumuiya mm. uweze kukamilika kwenye mm. mm. kanda yako ya mashariki, na kwenye kanda ya mashariki nako tuko hivyo hivyo, kwa sababu tulishakuwa na kutuku, hivu, tulisho kikao cha kanda ya mashariki mwezi wa, mwezi wa kumi na moja, ndipo tulipokuwa kule Zanzibar. mm. tulishapeana hayo maagizo na tutakuwa mm. na kikao kingine mwezi wa tatu mm. ili kuweza kufanya tathmini katika majimbo yetu saba ambayo mimi ndio mwenyekiti wa kanda mashariki, ndiyo yataje tu yeah: jimbo la Dar es Salaam, ndiyo, jimbo la jimbo la Zanzibar, jimbo la Tanga, jimbo la Morogoro, jimbo la Morogoro Mahenge, Ifakara, mm. mm. na mtoto wetu aliozaliwa juzi Bagamoyo. Eh, kwa tutakutana mwezi wa tatu kwa ajili ya kufanya tathmini, lakini nako vile vile ni niwaombe mababa walezi katika majimbo haya wasimamie chaguzi hizi zifanyike kwenye parokia zao vizuri. Kwa mwezi Machi basi tuone kwamba shirika la wazee sasa limeenea kila mahali vizuri zaidi. Mm. Ndiyo. Ni kushukuru sana mwenyekiti wa shirika la wazee na wastaafu kanda ya mashariki, lakini pia mshauri wa shirika la wazee na wastaafu ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Turejee kwako, katibu, tumalizie sasa kwa dakika moja juu ya hija ambayo mnatarajia kuifanya jimbo la Mpanda. Asante ndugu mtangazaji. E, hija yetu tutaifanya kwanza tarehe kumi na nne mwezi wa kumi hadi tarehe kumi na sita mwezi wa kumi. Naomba tujiandae vizuri, na mimi tutakuwa na muda hmm. hmm. hmm. mzuri pia wa kuizungumzia hii hija na itakuwa na vitu gani vingi. Ni washukuru sana wazee wangu kwa kufika kwa siku hii leo, nami nitawaalika tena ili tuje tuiangalie hii hija ambayo mnatarajia kuifanya ya kitaifa. Lakini pia katibu msaidizi alinongoneza hapa tukiwa nje ya, ya mike kwamba kuna ile hija ya jimbo, tutayazungumza kwa kina zaidi. Lakini kubwa zaidi ya leo, tulikuwa tunaangalia hii misa ya shukrani. Naamini ujumbe umewafikia wazee, lakini wale wenye mapenzi mema pia ambao wangetamani kuungana na nyinyi wanakaribishwa. Niwatakie kila la heri e, katika maandalizi hayo kuelekea hiyo tarehe kumi na nne na Mwenyezi Mungu akabariki safari yenu hiyo ikapate kuwa njema zaidi. Asante sana. Amina. Ni kushukuru sana mtazamaji wetu eh, kwa namna ya kipekee ambao umetufuatilia mwanzo mpaka tamati mwa kipindi hiki maalum kwa siku ya hii leo. Tulikuwa tunazungumza na wazee hawa wa shirika la wazee na wastaafu viongozi, tumezungumza mengi eh, kwa kina zaidi. Kubwa zaidi ni tarehe kumi na nne ambao watakuwa na misa ya shukrani pale katika parokia ya moyo Mtakatifu eh, wa Yesu, Manzese. Unakaribishwa sana eh, ili uweze kuungana nao kushukuru na kufurahi nao kwa pamoja. Jina langu ni Innocent John. Ni mshukuru pia Mikaeli, ambaye amehakikisha kila kitu kimekwenda vizuri. Wazee wangu, na mimi tutamatishe, tuianza na maombi, tutamatishe na maombi kipindi chetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Bikira Maria kikao cha msada wa daima utuombe. Mtakatifu Agustino somo na msimamizi wetu utuombe. kwa jina la Baba Amen. na la Mwana na Mtakatifu. Mpaka wakati mwingine, asante, naendelea kufuatilia vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa hapa Tumaini Televisheni. Ipe nafsi yako tumaini. Kwa heri kwa sasa.